Yes, karibu sana bwana. Gossip Table hii hapa ni 69 Media. Hope so. Uko vizuri na tayari umesha subscribe hapo na kubonyeza alama, alama ya kengele ili kwa nini Sami? Kwa familia yetu bora kabisa kupata update zetu zote. Yes. Sami baby adabu mwenyewe niko hapa alongside... AD13 na Dabu mwenyewe niko hapa bwana mwenyewe. Tunaenda vizuri kabisa ikiwa <laughs> ni siku nzuri eh? Nimesikia wanakwambia unachanika. Nachanika? Ah, sometimes inatokea, inatokea. Unajua Baba Levo pia anaenepa eka zote zile za kugombea. mm -hmm. na lakini kanenepa mpaka sasa, kwa sababu gani? na story ambayo namuhusu Baba Balevo, muheshimiwa uh, jina lake lenyewe kulitamka, jina lake lenyewe kulitamka, lazima mbele kaweka na Baba Levo, yani kwenye mabano kaweka, okay. Levo lazima yani, mm -hmm. kaliweka kama ndo jina lake rasmi. mm -hmm. Sasa kile ambacho kime happen huko mitandaoni sana sana sana, sana na hasa huko Dodoma. Mm. Shia kufika Dodoma? Eh, shawahi. Sifa ya kufika Dodoma lazima una vumbi. Yaani ifika sema ukutana na vumbi tu yani, <laughs> ushafika Dodoma. No, na uko michanika. Michanika, yani yeah. Na unaondoka huko lazima uondoke midomo imechanika. Imechanika. Yaani kuna ukame. Mm. Na zile neti unataka neti zile kwenye mikono kwenye miguu. Eh, hey, eh, magaga. Ya, na yale magaga pia lazima. Mm. <laughs> Sifa ya Dodoma ni ukame. Inaweza <laughs> <laughs> kanyesha mvua za mafuriko lakini kule Kuko vizuri kwa bwana. Utambulisho, utambulisho wa Baba Levo bungeni umeleta <laughs> bala, bala sana umezua gumzo, gumzo. Mm. Na moja kati ya vitu ambavyo vimefanya watu washangae na kujiuliza ni juu ya <laughs> mheshimiwa huyu mpya mm. kuweka jina la Baba Levo kwenye mabano kwa sababu sio jina lake rasmi, yaani leo mimi nikaseme jina langu la naitwa Ali Adabu 13 kwenye utambulisho kwa, wangu ii. wa bunge au utambulisho rasmi. Kwa nickname kaweka nickname kwenye utambulisho wake. Kwani siyo sahihi? Siyo sawa. Haiko, haiko sawa kwa sababu pale unakuwa unajirasimisha, lakini pia unaweka kiapo mbele ya Mwenyezi Mungu mm. na mbele ya watu ambao unakwenda kuwatumikia yeah. na taifa lako sasa, huwezi mm. kuweka nickname, A mm. na sio hivyo tu, nimeweza kushuhudia kabla kabla hata uapisho oh, kama kwa kama ni hivyo, hata yule mwenzetu angesema naitwa Hamisi Mwinjuma mwana FA, hey, angekuwa anasema na mwana FA au mi naitwa Hamisi taletale babu tale. Mbona mm. sasa mm. haitakiwi kwa hivyo, lakini pia si kwa ubaya <coughs> lakini kabla ya shughuli za uapisho kulikuwa kuna shughuli za utambulisho ya, yeah, utambulisho. E, na mheshimiwa, uzuri kabla kabla kabla ya kuwa na spika, hajatangaza spika bunge mm -hmm. alisimama pale William Lukuvi ambaye, yeah. pia alishakuwa mkuu mkuu wa mkoa wa hapa jijini kwetu, alikaa na yeye Salaam. mm -hmm. Akasema basi kwa sababu ndo tumefika, tuta kama dakika 15 mm -hmm. watu wafahamiane Ndio. Sasa kwenye majina <coughs> nikaja kushuhudia Baba Levo akasimama akasema jina lake Levocatus Chiponda. mm -hmm. si ndio? mm -hmm. Baba Levo. Hiyo ilipita kwa sababu akokuwa na spika wa Wabu, bunge. Nikajiuliza sasa, inakuwaje ina wewe mheshimiwa anaweka nickname? mm -hmm. baada ya kuwa na spika wa bunge wakati anataja jina lake akaeka na Baba Levo, akaambiwa uh, sasa hapo utakiwe kutaja Baba Levo. yeah. taja jina lako kabisa hiyo nayo hiyo hiyo nayo noma sometimes. <laughs> kiona mtu mzima mama analia yeah. <laughs> mbele za watu hmm. Ujue kuna jambo bwana, so, zingine sifa zisizidi sa <clears throat> so, so, zingine sifa zisizidi kwa ni sifa zilizidi, sio sio, alijisahau ali, ali, kuna vitu labda havijui kwamba hajui protocol inawezekana hmm. Pia pengine nataiwa uulize <laughs> unauliza basi, kwa wale wazoefu, ili usiharibu. Unajua kuna tu kibaya, kama kwa mara ya kwanza ni sawa mm -hmm. Na mgeni, umeenda nyumbani kwa mtu kwa mara ya kwanza, mara umevunja ume, ume glasi mara umeharibu TV, woga ni aibu <coughs> oh, pale. Ni kwa mara ya kwanza umeenda pale, ulizia hata hivi, mkifika mkikaa pale sitting room, nani anashikaga remote ya TV? Anashikaga baba, remote anashikaga baba, unaelewa kabisa kwamba pale hakuna heka heka mm -hmm. Unakuingilia majukumu ya watu sasa, kuna wakati pia najua tu ukishaingia, lazima utakuwa na yule rafiki yako rafiki yako ambaye ni mwenyeji wako, unamuuliza hivi, yeah. hivi hapo taratibu, uko vipi tena? karibu ndugu yangu, lazima uulize mwisho mm. wa siku ndio, kama hivyo unazua gumzo haya mm. Sawa, tukiachana na masomo mazima ya utambulisho wa jina lake na kuweka nickname, unajua siku ya kwanza kupewa thamani au ku kufanikiwa kwenye kitu chako ambacho ulikuwa unakipambania kwa muda mrefu, lazima kuwe na watu wako wa karibu yeah, waje kushuhudia mafanikio hey, yako washangilie ni sana kwenye graduation. Graduation. Yeah. Hey, <laughs> watu waje kushangilia bwana, umefanikiwa. <clears throat> Sasa mm. kwenye watu ambao Baba Levo aliwa point kufika Dodoma kwa lengo la kumpa support, shangwe ya maana mm, ilikuwa ni mwanaye, Levo, Levo mke wake Mama Ruby. Ehe. Dada yake pia alikuwepo. Ah, yule afuta mtendaji. Mm. mm. Lakini pia alifika na msanii baba yake. Ah, baba wa hiari. Lukuga. Hivyo ni hiari, mm. baba wa hiari au baba mlezi? Yeye hajamtema baba nani lakini ni baba yake. Baba, baba yake. Baba yake na yeye ndio mtoto wa kwanza wa Lukuga. <coughs> eh. Alafu anafuata si Zuchu? Eh. <laughs> <laughs> eh. <laughs> Mama yake Zuchu. <laughs> baba yake Diamond, mama yake Zuchu, shida iko wapi? Alafu ni eh, first born? Yeye ndo first born. mm. mm. kwa hiyo ukiachana na wa... ila bibi anamkubali wake. Bibi ndo anayekubali wajukuu, najua akimpinga, ama bibi ya bibi anamkubali wewe. Baba Levo ana shida, anakubali, ana shida oh, kama mjukuu wake wa kwanza. mm. tukaona bwana. hey. Eh. baba mtu, nasikia ile suti ilikuwa ni hatari, milioni zimelala pale mm. Kaua katisha, kafika pale, katoa dozi, alafu akawa mpole. Unajua kuna sometimes wabidi kukubali, mtu akishakuwa mheshimiwa anakuwa mpole Yeah. Unajua Diamond alikuwa mpole Akumi sana. Mimi pia ni ambacho natakiwa nimpongeze Diamond. Alizingatia, unajua ana hata muonekano wake mm. kiukweli. Yaani, ali hasa hao wa ndio watu ambao wanajua protocol. Mm Sio -hmm. ndio vizuri. Muonekano mm -hmm. aliweka wake kwa Diamond, yeye ni muonekano fulani hivi kweli, unaenda unaenda sehemu ambayo inaheshimika. Mm -hmm. Sio ndio vizuri. Lakini alikuwa bado kasuka. Sawa, haina shida. Mm -hmm. Lakini at least alikuwa anaonekana na muonekano fulani Zile ndevu zimechanwa, ziese huwa zachanwa gizidi. Mm, e, Amekaa e, kibaba baba kabisa. Mm. Kweli. Mm. Ah, lazima uzingatie protokoli. Na sehemu kama ile ni sehemu yenye hali, kuna maneno ambayo anazungumza bali amba e, amba, e, watu bado hatujui. He, ndo tukajua. Eh? Eh. Kwa nini alisemaje? Kwa <laughs> kwani ujui tu sema? Ah, Baba Levo alisemaje? asema dabu ndo kila kitu. Ndio kwamba alimtayari kwa kama chokolaa? Eh, kwa Baba Levo kwa chokolaa bwana. Chokolaa damu <laughs> ikabidi amsaidie. Mm -hmm. Lakini kweli ukitazama picha za kwani, kipindi ambacho mm -hmm. Diamond anajuana na Barevo alikuwa Barevo bado hajajulikana, alikuwa ah, ameshajulikana, anajulikana alikuwa ah, mpaka diwani, alianza ah, kuwa diwani mwanamuziki, sio elo vizuri, hakuwa chokoraa Yaani mfano yeah, kama ikiwa ni mtu ambaye uh, mm, ametoka kwenye maisha ya umaskini kaja mm, mjini kutafuta hajulikani, mm, hana A wala B ndio tukisema kwamba alikuwa nichoka. Sawa. Kakutana na kipindi ambacho tayari ameshajulikana ameshakuwa na jina kumzidi hata Diamond kipindi hicho. Tuo tu, tu nikupe mfano. Das mm, baba unamjua mjui? Namjua. Das Baba Leo akainuka akawa kwenye levo ambayo yuko ya Ngulunya au yupo kwenye levo ambayo yupo tuseme, nani msanii hapa, yuko Rayvan. Mm atokee msanii amshike Dasibaba mkono sasa hivi amweke kwenye levo ya Reivani, tutasema yule mtu kamtoa Dasibaba sehemu gani? Dasibaba of course ni msanii, alishaimbaga alishakuwa star, tutamweka hmm. alikuwa levo gani sasa hivi, lakini sio levo ya uchokoraa, kwa sababu kwata ameshatengeneza jina ameshajulikana, sio chokoraa. Hii neno alilotumia chokoraa, lakini mi naamini alikuwa na maanisha alikuwa yani kwenye levo, lakini bado pia Diamond ya kumkuta Baba Levo kwenye levo mbaya sana kwamba kwenye Mnjua, hali mbaya. Mbaya. Anajua, njua, ndani, unajua ndani, najua ndio nasi alitoka mm, ila ndo alikuwa pecha lolo. Saa zingine bwana, zungumzia tumpe tu mtu maua yake pana posta hili lakini, oh, sio utupe na vitu vingine ambavyo hata sio vya ukweli. Sasa basi tufanye, tumekubali alikuwa chokora mm, alikuwa tumekubalialikuwa chokora, akamsaidia baada ya kumsaidia na kiuhalisia Diamond kambadilisha Baba Levo kabisa. Baba Levo hakuwa huyo ambaye sisi tunamuona leo, kuanzia kumpa support pale Wasafi, kaenda mpaka nje ya hey, nchi sehemu mbalimbali ikatembezwa kwa ajili ya hey. Diamond tu kafika hadi kwenye ma, ma station makubwa ya television duniani mafox huko. Unafikiri nani anaweza kukupeleka? Baba Levo alikuwa mwembamba kama kameramani wetu Lakini sasa hivi ana mwili ana tumbo. kameramani yupi sasa? wote eh, wawili wote watatu wote to... <laughs> <laughs> walikuwa wembamba lakini sasa hivi Baba Levo ana tumbo mpaka vifungo vya eh, suti vinagoma, baba vinagoma <laughs> Baba Levo, pua yake tulikuwa tunaiona kawaida way back, lakini sasa hivi Unaona? Ina nawili. Utani usizidi bwana. Amna, kwani si mtu unapona nawili na nawili tu vingi. Alafu baada ya kujua kinene paka huko sura yake inanenepa. Inanenepa. Eh. Ina vimba. Yeah, so kabadilika kabadilishwa na yeye kaamua kubadilisha wengine kupitia kugombea kuwa mbunge huko wapi Kigoma na mwenyewe anasema mm. kaangusha kamwangusha nani? Kaangusha mbuyu. Kaangusha mbuyu. <laughs> Ingawa baadaye. Eh. Ka <laughs> <laughs> lakini twende, uh, tumzungumzie Diamond kiukweli kwenye inshu hiyo, niseme tu ukweli uh, Diamond amekuwa ni mtu ambaye kamtengeneza Babalevo mpaka kufika hapo alipofika jina mm, yeah, limezidi. Tukumbuke pia kwenye kampeni alivyokuwa akizunguka naye, sio mm, vizuri, alikuwa yani, anajitoa yani, tuamini mm, kwamba ni watu kwanza hawakutegemea kwamba Diamond anakuja kujitoa kiasi kile kwa Babalevo yale amejitoa izifu ni mtu ambaye ametoka naye mbali sana. Unajua kwamba huyu ni mwanangu tumehasa tume mm. nini, lakini ni mtu ambaye akajuana naye tayari, Balevo alikuwa ameshajulikana. yeah. lakini Diamond akaamua kumshika mkono wa Balevo na kuwa naye mpaka kwenye media, katangaza yule sio na vizuri mm. kaendelea yule. Kwa katangaza yule kabisa kaendelea vizuri. Mm. Kwa hivyo tuseme tu ilikuwa ni halali kuzungumza na kuzungumza kuhusiana na Diamond. Yeah. Kwa sababu Diamond kamtoa mbali. Kwa hivyo kavaa miwani ya milioni ngapi ile? mia ngapi? alinunuliwa dola ngapi zile walivyokuwa ko London, sio mioni zetu. biashara biasharaialebiashara unaifanya vizuri kabisa mm -hmm. Sawa wote uh, tumefurahi kama wao wenyewe pia walivyofurahi, uh, kupawa, uh, ubunge huo kuingia bungeni kuzungumza, lakini pia ajua eh? yeah. mm, wananchi wanamdai, wananchi wanamdai, hasa wananchi wakiwa wanakupa nafasi sehemu ambayo kuna mtu alikuwa anapewa nafasi mara kwa mara na kwenye kampeni zao waliahidi, kipindi yuko na babake pale jukwani mm -hmm. waliahidi watekeleze mingi sana mm. wavitekeleze na mimi naamini atamsaidia yule, si si wa kule kule, eh, kule kule, mm, wote wa nyumbani. Nimeelewa ah, ndio ndio, madam zimepatana vizuri eh, watapeana sapoti tu, yani mimi nahisi hapa, lakini nilio ni wa kule kule nani, kichwa Kicho? E. Ah, kicho, sasa kicho, mapema kichwa sasa kichwa sikakatwa mapema mapema sana, amemfyeka. Kuna kauli moja ishawahi kuzungumza mm. Nakumbuka ilikuwa kwenye kwenye presi moja hivi, tena kumbuka, niliulizaga mimi mwenyewe niliuliza, nikamuuliza, wewe unasifika kwa sifa ya uchawa mm. watu wanakuita wewe ni chawa, na safari hii unakwenda kupigania Kuwawakilisha wananchi wa Kigoma mm, sivyo? Naelewa wananchi wa Kigoma ukawapiganie wewe ukawaongelee, uka, uka, uka yani wewe ndio uwe sauti ya wananchi wa Kigoma je? Yeah, yeah, utakapopewa hiyo nafasi utaachana maswala mazima ya uchawa. Sasa mimi uchawa... Ah, uchawa hicho ni cheo hicho yeah, ni cheo sema mnakita vibaya uchawa. Uh-huh, yeah, <laughs> kuna vitu vingine unajua mtu weza hata kumtetea wanashinda mm. kumtetea sure. e, hata Baba Levo kuna kauli ya ku, ya wakati kuna Diamond pale alisema mimi siwezi kuacha kuwa mtoto wa Lukuga, uwezi kusema mimi siwezi kuacha uchawa. Mm. Oh, ah, kuna kuna maneno ya kutumia, e, yeah, yes. Mheshimiwa, kuna vitu uwezi kuviongea tena, yaani kuna kauli ya inabidi usitengeneze makava, yani zivae makava zistoke uchi eh, yani wewe usiwe una, una ropoka, ropoka, kwa hiyo ajifunze yeah. Next time pia ni nafasi yake, anaweza akafanya hivyo, anaweza akapewa sehemu, kwa sababu kama ungekuwa una kitu, hata hawa watu wenyewe wanaopewa special chairs wao unge nini, ungepewa ungepewa eh. Kabisa eh, hawa special chairs yeye yeah, eh, angepewa angepewa. Kuna watu wamepewa special chairs kona na kuna na sema mfeli Hmm? angestahili pia kupewa, kama angekuwa na kauli nzuri, angekuwa iko vizuri, hata kwa kuzungumza kisera ki nini, ange special chair angepewa. Kuna watu wamefeli kwenye ana, majimbo huko. Anajitapaga masomo yule na ana digiri zake. Ah, kusoma sio shida. Kusoma sio shida. Kuna Msukuma yule darasa la saba. Lakini kila bunge akauki. Mm. Kwa sababu gani? Watu wanataka watu ambao wanaweza kushindana kwa hoja. Yes. Watu wanajua sera zina zina elimu pembeni. Yaani na maisha sasa hivi hayahitaji ya elimu, maisha yanahitaji maarifa. Maarifa. Sure. Ndio hicho. Sasa mm, watu bwana, wapambane kila mtu ana nafasi. Mimi ahadi yangu iko pale pale. Mwaka elfu mbili na thelathini au thelathini na tano, Segerea Segerea, niko pale. Kwa hiyo nafasi ni yenu vijana, wazee, na nafasi pia ya kukaa na mimi chini, tukajua tunafanyaje. Lakini Segerea naitaka kuifanyia marekebisho na maendeleo tele, tele na tele e. Kwani haina marekebisho? E, tu, tuone sasa hivi <laughs> Mm, sawa bwana. Mimi kila la mimi campaign manager niko hapa. Eh, tutafanya hivyo. <laughs> Bwana shauri yako. E, mimi siogopi siasa nataki mm. kuogopa. Eh. Sawa. Nataki kuogopa. Na mimi niko tu hapa kukusupport. Kwa mm. hiyo cool, nikishindwa basi. Bwana, <laughs> <laughs> <laughs> Hiyo wale gossip table bwana. Hope so tayari umesha subscribe hapo na kuandika maoni yako pia na kuamatisha zaidi. Bwana, story namhusu Baba Levo bilevo Levo baba ambaye ni mbunge mm. sasa hivi anakwenda kuwakilisha wananchi wa Kigoma mjini mjini, mm. Sami, tunamwambia nini, wana gossip? Amepambania kweli sana, kafaitia yeah, mno yeah. Sawa, endelea pia kutufuatia kupitia Instagram account yetu 69 Mediatz lakini pia TikTok. Sisi hapa tumeshachoka, wajukuu wa Clemens wa Mwandambo, choka kabisa eh. Hey, ngatele eh, hey, ngatele <laughs> <laughs> babu yuko nyuma ya kamera <laughs> Mawala Vision, behind the camera, anatisha zaidi bana, yep, tunasign sign out.